E, hata kuhabarika kwenye masuala tofauti ambayo yanakuwa yanajiri ndani ya nchi kwa sasa, nchini Tanzania zikiwa zimesalia siku chache tu kuelekea Jumatano ya Oktoba 29 ya mwaka 2025, tarehe ambayo wa Tanzania watajitokeza kwa ajili ya kuweza kuchagua viongozi ambao wataongoza kwa kipindi cha miaka mitano ijayo. Kubwa zaidi pia, katika azimio hili la wakuu wa vyombo vya habari hapa nchini linazungumza kuelekea katika uchaguzi mkuu huo ambao eh, kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni utaratibu ambao hupo kikawaida kila baada ya miaka mitano wow. Wananchi kushiriki kwa pamoja kuweza kuwapata viongozi ambao wataongoza katika taifa hili, na msisitizo mkubwa hapa ni misingi ya amani, amani kama ambavyo tangu asisi wa taifa hili ilivyokuwa babu zetu wakapambana kwa namna moja ama nyingine kuhakikisha amani inakuwa kuwa inadumishwa katika nchi. Vivyo hivyo, ndicho ambacho kinasisitizwa pia hapa katika azimio hili ambalo linatiwa saini kwa sasa na wakuu wa vyombo vya habari hapa nchini Tanzania, kuzingatia zaidi ya mitatu sasa n4 tuliripoti na hata kuandika tahariri pale vyama vya siasa viliposuguana hasa nyakati za uchaguzi na kusababisha vurugu kama ilivyowahi kutokea Zanzibar mwaka na moja baada ya uchaguzi mkuu namba tano. Aidha, kwa muda mrefu vyombo vyetu vya habari vimeripoti sana matukio ya vurugu, uvunjifu wa amani, vita vya wao kwa wao na hata mauaji ya kimbari kwenye mataifa mbali mbali ya Afrika yaliyoathiriwa na siasa chafu na kuingiliwa na maadui wa nje kauli zinazohamasisha wananchi kufanya vurugu, kuchoma vituo vya mafuta, vituo vya polisi na mali nyingine, sio tu ni kosa kisheria, bali ni kauli zisizoakisi utanzania wetu na zinazopaswa kukemewa na kila Mtanzania. Namba saba. Mataifa yaliyotumbukia katika machafuko ya kisiasa, vita vya wao kwa wao, na mingine kukumbwa na mauaji ya kimbari yalianza kwa kauli chochezi chochezi za mtu mmoja mmoja, baadaye vikundi na hatimaye zikatengeneza uendawazimu wa uhalaiki wa kihalaiki kupitia vyombo vya habari na mawasiliano ikiwemo mitandao ya kijamii namba nane, zipo nchi nyingi zikiwemo jirani zetu Rwanda na Kongo kule Sierra Leone, Ivory Coast, Liberia, Somalia, Sudan na nyinginezo ambazo zimebaki na makovu ya uenda wazimu wa kihalaiki, ambayo hata pale amani iliporejea au itakaporejea bado makovu hayo yanaendelea kubaki kama sanamu ya kumbukumbu kumbu ya majuto. Namba 9. Tanzania imekuwa kisiwa cha amani kwa sababu ya misingi iliyowekwa na waasisi wa taifa letu na utamaduni wa kukaa meza ya mazungumzo ili kumaliza tofauti zetu. Na kwa sababu hiyo kwa miaka mingi Tanzania imekuwa ni makazi ya matumaini kwa wakimbizi wanaokimbia machafuko ya kisiasa na vita katika nchi zao. Namba kumi. Hivyo basi, Watanzania, kwa umoja wetu, tukatae kuhudhuria karamu ya uchochezi wenye lengo no la kutushawishi kulewa uenda wazimu wa kihalaiki ambao unaweza kulisambaratisha taifa letu kama ilivyotokea kwa mataifa mengine. Namba 11. Sisi wakuu wa vyombo vya habari na wahariri waandamizi tunaungana na viongozi wa dini na makundi mengine yaliyojitokeza kusisitiza umuhimu wa kutunza amani tunapoelekea kwenye uchaguzi mkuu wa tarehe 29 Oktoba. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika. Asanteni. Dada Joyce, kitakachofuata sasa tutatia saini azimio hili. Wakuu wote walioko hapa mbele tutatia saini na tutaligawa kwa vyombo vya habari. Linaweza kupelekwa kwenye mitandao ya kijamii, linaweza kupelekwa kwenye vyombo vya habari, na tulilenga kwamba litumike kwa kadri litakavyowezekana mara kwa mara kuelekea uchaguzi mkuu. Kwa hiyo sasa tunakwenda hatua ya kusaini. E, wakuu wote wa vyombo vya habari kutia saini azimio hili na basi baada ya hapo tunalikabidhi. Atatuongoza dada Joyce kutia akiwa wa kwanza saini, alafu atafuata Dkt. Rioba, na sisi wengine tutafuatia. Karibu. walikutana na kuyajadili mengi kwa pamoja, ikiwa ni wakuu wa vyombo vya habari hapa nchini Tanzania. Na kile ambacho walikijadili, hatua ya mwisho likatoka azimio ambalo limekuja kuwasilishwa mbele ya waandishi wa habari iliweze kuifikia jamii kwa ukubwa wake. Takribani mambo kumi na mawili yamesikika hapo, wakati Joyce Mahavile akiwa anaeleza kile ambacho walikubaliana kwa pamoja. Na kwa sasa kinachofanyika ni kutia saini katika azimio hilo, ili mara baada ya hilo kuwa limefanyika liweze kutolewa kwa waandishi wa habari waweze kuisambaza kwa ajili ya jamii, kwa sababu vyombo vya habari vimekuwa msingi mkubwa wa kuhabarisha jamii kwa namna moja ama nyingine, lakini pia kusaidia katika masuala tofauti yanayokuwa yanaendelea ndani ya nchi ili kuhakikisha kwamba jamii inapata elimu ya kutosha, lakini pia e, hata kuhabarika kwenye masuala tofauti ambayo yanakuwa yanajiri ndani ya nchi kwa sasa nchini Tanzania, zikiwa zimesalia siku chache tu kuelekea Jumatano ya Oktoba 29 mwaka 2025, tarehe ambayo Watanzania watajitokeza kwa ajili ya kuweza kuchagua viongozi ambao wataongoza kwa kipindi cha miaka mitano ijayo. Kubwa zaidi pia, katika azimio hili la wakuu wa vyombo vya habari hapa nchini linazungumza kuelekea katika uchaguzi mkuu huo ambao kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni utaratibu ambao hupo kikawaida kila baada ya miaka mitano Vyongwa, wananchi kushiriki kwa pamoja kuweza kuwapata viongozi ambao wataongoza katika taifa hili, na msisitizo mkubwa hapa ni misingi ya amani, amani kama ambavyo tangu waasisi wa taifa hili ilivyokuwa babu zetu wakapambana kwa namna moja ama nyingine kuhakikisha amani inakuwa inadumishwa katika nchi. Vivyo hivyo ndicho ambacho kinasisitizwa pia hapa katika azimio hili ambalo linatiwa saini kwa sasa na wakuu wa vyombo vya habari hapa nchini Tanzania. Kuzingatia misingi ya amani ndani ya nchi ni moja kati ya mambo ambayo ni ya msingi zaidi, lakini zipo zile kauli ambazo zimekuwa zikionekana katika mitandao ya kijamii na katika maeneo tofauti. Msisitizo pia ukitolewa kwa jamii kutoshiriki kwa namna yote katika kuingia kwenye vitendo ambavyo vinaweza vikasababisha hali ambayo itakuwa ni mbaya ndani ya taifa kwa miaka mingi imekuwa ikifahamika kwamba Tanzania ni makazi ya matumaini kwa wale waliokimbia vita katika nchi zao, hivyo inabidi hilo lianziwa kwa namna moja ama nyingine, ili kusaidia vizazi na vizazi vizidi kufurahia maisha yaliyopo ndani ya taifa la Tanzania. Inafahamika kwamba wao viongozi hawa ambao ni wakuu wa vyombo vya habari wamekuwa na mchango mkubwa katika kuhakikisha wanasimamia utekelezaji wa shughuli za kila siku. Kwa leo sasa, wameketi katika meza moja na ambao wanalinda kalamu, kamera pamoja na mikrofoni. Hawa ni mashujaa wasio na silaha zaidi ya ukweli. Kwa hiyo wanachambua na kuweza kufahamu kile ambacho kimejiri na kupitia kwenye vyombo vya habari ambavyo wanavisimamia, wale wana watendaji wanakuwa wanafikisha taarifa kwa utuo kwa ajili ya jamii nzima ambayo inakuja kupata kile ambacho kinakuwa kinajiri. Kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imeeleza wazi kwamba kila baada ya miaka mitano wale ambao wana sifa ambaye amefikia umri wa kupiga kura kuanzia miaka kumi na minane, ambaye hana changamoto yoyote ile pia aa, ya kiakili, anaruhusiwa kushiriki katika mchakato wa kuweza kumpata kiongozi ambaye atamuongoza kwa kipindi kinachokuwa kinafuatwa. Hivyo misingi hiyo inavyofuatwa inakuwa inatengeneza pia ule wigo mkubwa wa demokrasia. Kama Tanzania jinsi ilivyo, ni taifa ambalo linaendeshwa kwa misingi ya kidemokrasia. Kwa hiyo, haki ya kuchagua na kuchaguliwa ni moja ya mambo ya msingi ambayo ya lazima no, no. yazingatiwe. Tusikie maelezo nakala ya Kiswahili na ya Kiingereza, alafu ile schedule ambayo kwa kawaida utaratibu huwa tunasaini karatasi moja, inaonesha chombo jina. Lakini siku hizi kuna AI, unaweza ukasaini kule alafu saini zikahama. Tunasaini kwenye tamko lenyewe, alafu litatolewa kopi, kila mtu atapata ambalo lina saini zote na ile kiambata namna hiyo maelezo yakitolewa hapa kwa ajili ya shughuli ambayo inaendelea. Eh, tunaona hapo bado saini zinaendelea kuwekwa, kalamu bado inazidi kutoa wino hapo, na kusisitiza kwamba hicho kinachotolewa ama kilichowasilishwa hapa ni taarifa ya wao wote kwa pamoja kwa hiyo ipo tayari kwa ajili ya waandishi wa habari watakapokabidhiwa kuweza kuhakikisha wanaipeleka kwenye vyombo vya habari ili kila mmoja aweze kuipata kadiri inavyokuwa inatakiwa. Kadiri Tanzania inavyoelekea kwenye uchaguzi mkuu, sauti za wakuu vyombo vya habari, wahariri na waandishi waandamizi zinakutana pia hapa katika meza moja kubwa zaidi, wanajadili namna ya kuweza kusaidia jamii kuweza kupata taarifa ambazo zinakuwa zinahitajika, ili hatua ya mwisho kipindi hiki cha kuelekea kwenye uchaguzi lakini pia wakati wa uchaguzi na hata mara baada ya uchaguzi kufanyika, mambo yaweze kwenda kwa uzuri kabisa. Tangu michakato ilipoanza, tumeshuhudia kwa nyakati tofauti. Sasa hivi wagombea wanapita katika majukwaa tofauti kwa ajili ya kunadi sera zao ambazo wanaomba uungwaji mkono kutoka kwa wananchi tofauti. Kila mmoja, kila ambacho amekipanga, anatumia njia tofauti kuhakikisha kwamba anafikia kwenye majukwaa ili kuhakikisha kwamba anawafikia walio wengi, kwa na wala anawafikia, ili waweze kupata nafasi ya kumchagua kuweza kuongoza kwenye kipindi kinachofuata, zile ambazo zimekuwa zikisikika kwa namna moja mengine, taarifa ambazo zinakuwa zinaleta hali ya hofu kwa watu. Serikali pia imekuwa ikisisitiza, vyombo vya ulinzi na usalama vimekuwa vikitoa taarifa kwamba maandalizi yote yanaenda vizuri na kila mmoja jiandae kwa ajili ya kushiriki kwenye mchakato huo wa kikatiba na kupata haki yake ya kimsingi ya kuweza kumchagua kiongozi ambaye atakuja kumuongoza kwa kipindi ambacho kinakuwa kinafuatwa, pale ambapo na jinyima haki yako mwenyewe ya kushiriki kwenye zoezi la uchaguzi unatengeneza mazingira ambayo inaweza kaa pia na changamoto kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu kwenye kipindi kinachofuata pale ambapo mambo yatakuwa haendi vizuri, inawezekana kwa sababu ya kura yako moja ambayo ulishindwa kuenda kuitoa ama kutekeleza kuipata haki yako ya msingi, ndio inaweza ikaleta changamoto katika kupata maendeleo kwa namna moja ama nyingine. Kwa hivyo eh, jamii kwa ujumla imekuwa ikisisitizwa kushiriki kwa utuo, ili kuhakikisha kwamba mchakato wa maendeleo unapatikana, eh, ndani ya jamii na watu wote kushiriki kwa pamoja tukizungumza hiki ambacho kimejiri hapa basi, nashaka mara baada ya waandishi wa habari kukabidhiwa azimio hili la pamoja la wakuu wa vyombo vya habari nchini, itakuwa ni rahisi zaidi kufanya uchambuzi zaidi wa kile ambacho kimejadiliwa, lakini pia kuweza kuipata elimu yote ya kile ambacho kimeonekana katika sehemu hii. Saini zinaendelea kuwekwa hapo, kitizama karatasi tayari imesha ya nyingi kweli kweli kuonyesha kwamba ni jambo la pamoja la watu wote ambao wameshiriki katika kuzungumza na kuweza kuliwasilisha hapo. Hivyo basi, kila mmoja kwa nafasi yake ana nafasi pia kushiriki na kuhakikisha kwamba michakato yote ambao ipo ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anakuwa ni mnufaika wake. Mnufaika kwa kufanyaje? Kwa kushiriki kwa namna moja ama nyingine kwenye kutimiza kile ambacho kinakuwa kinahitajika. Pengine mara baada ya hili kwa limekamilika, tutayasikia maelezo mengine ambayo yatakuja kutolewa hapa. Tunafahamu kwamba tangu Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC ilipotangaza kuanza kwa kampeni Tanzania imekuwa ni jukwaa la mijadala hoja, pamoja na matumaini, katika miji tofauti na vijiji, kila kona zikisikika sera kutoka kwa wagombea tofauti. Karibu wapiga kura milioni thelathini na saba laki sita hamsini na tano elfu mia tano hamsini na tisa waliothibitishwa na INEC watashiriki katika zoezi la uchaguzi wao. Wanaibeba dhamana ya kihistoria kufanya uamuzi wenye uzito wa kizazi kizima. Kwa maana hiyo na ukiangalia idadi hiyo kwa kipindi hiki ni tofauti ya takribani asilimia ishirini na sita nukta tano tano kutoka wapiga kura milioni 29.5 ambao walikuwa wamejiandikisha kwenye daftari kipindi cha mwaka 2020. Kwa namba imeongezeka kwa sababu, kwa mujibu pia wa sensa ya watu na makazi, idadi ya watu imezidi kuongezeka, wale ambao walikuwa na umri wa chini pia na wao tayari ambayo imeongezeka kuwapo tayari kwa ajili ya kushiriki kwenye mchakato huu wa kuweza kumpata kiongozi ambaye atakuja kuongoza hapa. Inazungumzia uchaguzi mkuu ambao unahusisha kupiga kura kwa ajili ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia kupiga kura kwa ajili ya kumpata mbunge ambaye atakuwakilisha pale bungeni kuweza kufikisha yale ambayo mnayo katika jimbo lenu, lakini pamoja na kumpata diwani ambaye pia atasaidia kwenye kuhakikisha mambo yanakuwa yanaenda vizuri kwa namna moja ama nyingine. Tukizungumza pia kuhusu uchaguzi huu ambao utaenda kufanyika eh, yapo jumla ya majimbo ya uchaguzi mia mbili sabini na mawili. Utakumbuka yaliongezeka majimbo mapya nane kwa hiyo kufanya idadi kufikia hiyo. Lakini kati ya majimbo hayo mia mbili ishirini na mawili yapo Tanzania bara na majimbo hamsini yapo Tanzania Zanzibar kule katika visiwa vya Marashi ya Karafuu na uchumi wa bluu. Kwa hiyo kinachozungumzwa hapa kinawalenga watu kutoka katika maeneo yote na hapa sina shaka kwa sababu dhima vyombo vya habari imekuwa ikieleweka mara zote kwenye kuhabarisha umma, lakini kwenye kutoa elimu e, na hata kusaidia kurekebisha pale ambapo mambo yanakuwa yaendi vizuri. Hiki e, ambacho kinafanywa na wakuu wa vyombo vya habari ni mojawapo kati ya yale majukumu ambayo inabidi vyombo vya habari kuweza kufanya hivyo. E, basi kutokana na hili imani ni kwamba itakuwa kubwa zaidi kwa vyombo vya habari kwenye kuyachakata na kuyapeleka kwa waandishi ili wote mambo yaweze kwenda vizuri. Na tukiuzungumzia mwaka huu wa elfu mbili ishirini na tano zaidi Oktoba ishirini na tisa ambayo itakuwa ni tarehe ya kupiga kura, nitakuja kukupa usuli zaidi e, azimio letu kama wakuu wa vyombo vya habari na wahariri waandamizi. Tunawashukuru kwa kuhudhuria na tunaamini pamoja na kwamba limeruka, limeruka mbashara mtaendelea kulisambaza kwa Watanzania kwa sababu vyombo vya habari vina mchango muhimu katika kuhakikisha kwamba e, vinawasilisha kwa wananchi yale vinayoona ni maslahi ya taifa. Asanteni sana. Mkurugenzi mkuu wa shirika la utangazaji Tanzania TBC Dr Ayub Rioba Chacha namna hiyo akitoa taarifa ya kwamba hilo la kusaini azimio ndo limekamilika, na kitakachofuata kwa sasa ndio zoezi linakamilika. Hivyo wakiwa ndo wakuu wa vyombo vya habari hapa nchini, sasa wakiwa ndo wananyenyuka kwa ajili ya kutoka hapo, tusikie maelezo.